Naruka Zoza nasema assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nikidhulumiwa haki yangu na viongozi, naweza kushika silaha kwa ajili ya kutetea haki yangu? Alhamdulillah. Na eh, Qurani inasema wazi, Abu Fatma, watu wanatakiwa mtii kiongozi amti Mungu na mtii mtume na wa kiongozi atiu llaha waatiu rasula wa ulil amri minkum kumtii Allah subhanahu wa taala ni lazima kwako. Maana mitaja kumtii Allah na kumtii mtume nawa kiongozi ajasema, mtieni kiongozi na kiongozi wenu kiongozi mababa. Nataka na nami makini vizuri, mungu asema mwislamu lazima amtii mola wake na amtii mtume wake na kiongozi wake. Kiongozi hajaweka kumtii, kaweka na tu mm -hmm. Kumtii Mungu lazima, kuna jinsi. Kumtii mtume huna jinsi, lazima damboye. Muislamu kumtii wali amri, unamtii kama hajakuamrisha kitu kufuru. mm -hmm. Anasikambia usisali, hamna; kufunga, hamna; kwenda haji

si nini wanabiga debe, sio debe, ni hadithi. mtafuta mtume kasema saa sallam, tuseme Mtume anasema huenda itakuwa kiongozi mwislamu ni dhalimu, tuseme huenda awezi mm, kutokea. Mtume anasema mtii kiongozi mwislamu ambaye weo anaona amekudhuru mwenyewe ha, hata waindharaba dhahraka wa akhadha malaka, hada kama amekupiga mgongo amekuchaba na amechukua mali yako, amekupora melewa bwana? Ujelewasema ja sema kiongozi waufata amekudhulumu, hmm. wewe kachukua kiwanja yako, kachukua mali yako, kakuweka ndani. Dhuluma hii, sheria inakuamrisha wewe mvumilie, pamoja na mambo aliyokufanyia. Hekima yake huyu he ya kiongozi na kitu bado tayari madhara madhara wewe ubaki yako, lakini watu wote wanaishi vizuri. Kama utaanza fitna utangushe ile kiongozi inchi wote inaharibika, sio mradi mzuri kwa maslaha ya wengi, kwa maslaha wengi. Wewe binafsi umedhulumiwa, sheria imekukataza wewe usifanye kitu, ni hadithi ya Muslim, hadithi hudhaifa, sio mradi mzuri na Mtume Muhammed sallallahu alayhi wasallam kaambia sahaba, itakuja siku akhiri zaman kiongozi wa islamu anaamrisha watu wanasali sala kabla muda yake hajaingia hadithi ya Abudhar ni sahihi kabisa. Yani mfano watu wanasali saa saba mchana, huyu kiongozi mwislamu anakuambia, waislamu wote hawasali saa awasali tano na nusu, bado dhuhuri hajaingia kisheria, kisharia, kwa akili ya kawaida ya mina wewe hapa au vijana hawezi kumtii huyu, kwa nini? la tati limakhluq masalkhali, Mtume kasema huwezi kumtii e, viumbe kama wewe, alafu una maasi mola wako. Sawa, lakini mtu mwenyewe kakumbia hivi, kakwambia mfate, sali saa tano na nusu dhuhuri, na wewe unajua hii dhuhuri muda wake bado hajaingia na Mungu anasema inna salata kanat lamumina kitabamauu Unaelewa vizuri hapa, sala ndakiwa Allah amepangisha, ameamrisha watu awasale kwa time wakati wake maalum. Huyu kapinga wakati maalum, kati hajaingia sala, anakuamrisha mtua, hajasema mpinge, mwanze vurugu, asema sali nao, tukambia udhar, sali nao kama narudi nyumbani, muda sala imeingia, sali baki yako. Mtume, anaangalia umoja, maana kwa mmoja huyu anafanya kinyume, anaamrisha watu sala kabla muda wake hajaingia lakini watu wote uko chini yake, uko amani, watu wanaishi, wanajenga nyumba, wanaoana, wanasafiri, wana, yaani amani imetulia. hmm. ni hadithi ya watu mara nyingi, mimi namwambia siku moja zamani ilikuwa Yemen huwa anafanya mnakasha na hao watu ambao wanaona e,

Serikali mkono wake mrefu, serikali kama bahari. Yani wewe hata kama uwe sheikh uwe nani mtu uwa wa dini, una wafasi wangapi una nini, huwezi kumshinda serikali kabisa, manake ana ana ana nidhamu. Kama naona wewe, haki yako umedhulumiwa, fikishia ujumbe uko nje, yote kufikisha, wewe utaka haki yako, lakini sio uvurugu, alafu kitu na huzinisha wewe, utafuta haki alafu unamdhulumu Tanzania mingine unamchoma magari yao, sheli yao. Sasa uhaki gani unaleta? Faida gani? Sio mm. haki. Uwezo wa kudai haki yako, na wewe una mdhulumu watu wengine. Na vuruga kule, watu ngapi wameumia? Wengi. Wat watu ngapi wamekaa imani, ngapi tabu mwanene, kazini mwingine anatafuta riski maskini, Allah unapata riski yako, unakula ngapi, mwingine katika hatari, sasa unatafuta haki alafu unamuumiza Dugina. Ii mtu atafute haki, bali mi naona ni mtu huyu atakuleta vurugu Saki. Na watu kama hivi, nitakiwa asimamishe watu wa daula, asimamishe asivuruge nchi. mm. isiyo haki hata demokratia wanasema mm. wazungunyia mtanganezi demokratia wana mipaka, sio kama demokratia. We nenda London kule malikia mtukane, huyu utaona kama wewe utasilimika. mm -hmm. Kila kitu ina mipaka, halafu sio tabia ya Muislamu wanatukana watu, anatukana kiongozi, hii sio adabu na haki yako wewe utafuta kwa njia uko mahakama uko nini, iko njia yoyote. Asante kutafuta.